Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja katika kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mtaji wa kipindi katika mfululizo wa tafakari za mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa ripoti tunayokuta katika Sande ya Torino leo ikiwa ni siku ya tano ya Kwaresima tuangalie historia ya awali ya sanda na taarifa za vitabu vya injili. Nitaanza kwa nukuu. Sanda ya Torino ni shahidi mkimya wa mateso ya Kristo. Mwisho wa nukuu. Huo ni mtazamo wa David Rolf, mtengenezaji wa filamu juu ya Sanda ya Torino inayoitwa The Silent Witness. Rolf, anakiri wazi kwamba kilichomgusa sana kwenye sanda kiasi cha kumfanya hatimaye abadilishe imani yake ni kule kuitazama sana picha ya mtu wa sanda. Basi tunajiuliza, asili ya sanda ikoje? Tunaposema kwamba nguo hii ambayo tumeamua kuifanyia utafiti inaitwa sanda ya Torino kwa sababu inakutwa Torino, linajitokeza swali moja kwa moja isilo epukika: je, asili ya sanda ni Torino au imeletwa kutoka sehemu nyingine? Hili ni swali refu ambalo lingelitaka tuwe na muda mrefu sana, na katika nafasi tuliyonayo, hatuwezi kuchunguza kila kipengee cha historia kuanzia pale mwanzoni mpaka dakika hii, lakini tunaweza kuangalia ilo kwa kwenda moja kwa moja kwenye machimbuko kwa ushuhuda wa andishi wa vitabu vya Injili vine tunajua haya katika Injili ya Matayo sura ya 27 mstari wa 57 hadi wa 60, tunayakuta haya: hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimataya jina lake Yusufu, yeye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato Yesu. Yusufu, mwili wake Yusufu Yusufu akautwaa mwili akauzongazonga katika sande ya kitani safi akauweka katika kaburi lake jipya. Mwisho wa nukuu. Alafu Injili ya Marko sura ya 15 mstari wa 42 hadi 46 tunayasoma haya hata ikiisha kuwa jioni, akaenda Yusufu mtu wa Arimataya mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, akashika ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Hata Pilato alipokwisha kupata hakika kwa yule akida, alimpa Yusufu yule maiti naye akanunua sanda ya kitani akamtelemusha, akamfungia ile sanda, akamuweka katika kaburi lilochongwa mwambani. Mwisho wa nukuu. Alafu Luka sura ya 23, mstari wa 50 mpaka 53. Na, na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki, wala akulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimataya. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu, akaushusha akauzinga sande ya kitani akauweka katika kaburi. Mwisho wa nukuu. Halafu Injili ya Yohana sura ya kumi na tisa mstari wa thelathini na nane hadi wa arobaini. Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimataya naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ili aondoe mwili wake Yesu, na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemo naye, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta machanganyiko ya manemani na udi, yapata ratili mia, basi wakautwaa mwili wake Yesu wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato kama ilivyo kwa desturi ya Wayahudi katika kuzika. Mwisho wa nukuu. Kisha tunao ushuhuda wa Yohane, kuhusu siku ya ufuko ambao tunasema, tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya ishirini mstari wa 3 hadi wa, wa 7. Basi Pilato akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia ya kwenda kaburini. Na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala. Mwisho wa mkuu. Mbele ya ushuhuda wote huo tunafahamu kwamba sanda ya kitani nguo mpya na safi ilitumika kwa ajili ya maziko ya Yesu. Kwa vile Yusufu tajiri alivyokuwa amejitoa kumfanyia heshima ya mwisho rafiki yake aliyeshindwa kumtetea dhidi ya mashtaki yasiyo haki, atakuwa alinunua nguo ya thamani. Siku ya kwanza ya juma, sanda hiyo ilionekana pale kaburini. Haisemwi kama baada ya hapo sanda ilitoweka au iliendelea kuwepo. Tunabaki kujiuliza kama sanda hiyo haikuharibiwa ilikwenda wapi. Kupatikana kwa jibu hilo, kwa swali hilo ni changamoto kwa wanahistoria. Hata hivyo, zipo taarifa zisizokamilika zinazodokeza kwamba sanda haikupotea baada ya siku ile itakuwa ilibaki imehifadhiwa na mtu fulani, labda kwa asili. Na kwa nini kwa asili? Hapo zinaingia sababu za kitamaduni, za utamaduni na kadhalika. Basi ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kunisikiliza. Kesho siku ya sita ya tafakari yetu tutazungumza juu ya uhuru wa kutafiti na mwaliko wa kutambua thamani ya sanda. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.